Wakulima katika wodi ya Bukhayo kaskazini katika kaunti ya Busia wanalalamikia kukwama kwa mradi wa unyunyizaji maji wa kilimo cha mboga na matunda ulioanzishwa na serikali ya kaunti hiyo miezi sita iliyopita. Ni mradi wa idara ya maji uliofadhiliwa na Benki ya Dunia katika kijiji cha Benga kwa kunuia kuwafaidi zaidi ya wa wakulima 120 waliopewa robo ekari ya shamba hilo kila mmoja. Mradi huu wa kustahimili hali ya hewa ulioko kwenye ekari thelathini za shamba ulinuiwa kwa faidi wakulima kutoka maeneo bunge ya Teso Kusini, Teso Kaskazini na Nambale. Wakulima hapa walilazimika kukata miwa yao ili kuruhusu kuendelezwa kwa mradi huu mbadala wa kilimo cha mboga chini ya ufadhili wa floka, kulingana na wakulima hao mradi huo ambao ulianzishwa miezi sita iliyopita chini ya idara ya maji, mazingira na mali asili umekwama baada ya mwanakandarasi ambaye alikuwa akiunganisha mabomba ya unyunyizaji maji kutelekeza shughuli hiyo, wakisalia kukadiria hasara, mbali na kupoteza matumaini. Contractor akaingia site akaanza kazi na ameendelea kwa kuchimba mitaro za kuweka maji, pia kuna dry ambayo imeweza kujengwa na kuna kula pia nayo imeweza kujengwa. Ukiangalia Nambale sub kaunti mzima, hasa Busia kaunti hakuna horticulture park ambayo iko katika Busia kaunti hii pasipokuwa hapa. Watu walingoa miwa zao kuhakikisha kwamba wamepeana mashamba mradi huu uweze kujenga hili hii jamii, lakini ni aibu kidogo kwamba contractor kupatikana kwa saiti ni shida. Mitaro zilichimbwa, pipe ziliwekwa, mpaka saa hii sasa watu wameanza kuiba hizi pipes. Wamesikitika kuwa kutelekezwa kwa mitaro iliyochimbwa ya mabomba ya maji imesalia kwa hatari kwa usalama baada ya mifugo kuanguka humo na kufa. Sasa hizo mitaro tayari hata saa hizi imeanza kuleta gharama, kuleta shida kwa sisi juzi <coughs> tumepoteza ng'omba hapo kuanguka kwa hiyo mtaro, ni ikakufa ng'omba karibu shilingi elfu sabini Aya mtaro hiyo ika yu. Hapo saa zingine hata tunahofia watoto, pengine watoto wanaweza kuwa wanacheza, na mtoto anaweza sukuma mwenzake pengine kwa hiyo mtaro, na mtu mkubwa asipokuwa karibu I, italeta tena pia na italea ma, maafa. Mimi ni mkulima wa mboga eh, managu ama sucha na pilipili hoho eh, kunde sukuma na ku na thorn melon na hivyo vyote. kama juzi tumekuwa na jua kwa muda mrefu, maji yenye tulikuwa tunatarajia hatoyaoni sababu, hata mifereji yenyewe imeanza kujifunga yenyewe. Kwenye mradi huo wa unyunyizaji, wakulima waliopokezwa mafunzo walitarajiwa kulima na kuvuna misimu yote hata ya kiangazi, baada ya kupokezwa mbegu za tikitiki tiki maji, boga, siagi na aina mbalimbali za mboga. Sasa mradi umefifia, sisi kamwa mama, hakuna penye tutaanzia na hakuna penye tutashikia. Wamemtaka gavana wa Busia Paul Otuoma kupitia kwa maafisa wake kufuatilia na kuona kuwa mradi huo unakamilika na kuwafaidi kama ulivyonuiwa. Wito wangu kwa gavana ni kusema ya kwamba yeye ndio mkubwa wetu na yeye tena ndio alituletea hii mradi. Afuatilie wale wenye wako chini, wenye wanahusika kwa wale watu ambao wako katika ofisi ya kilimo. Msifanye serikali ya gavana kulaumiwa bure. Gavana hana uwezo wa kukua kila mahali. Kama wewe ulipata kazi katika serikali ya Gavana Paul Nyongesa Otuoma, ajibika. Jane Cherotich, Runinga ya Citizen, Busia Munga.